E bwana, hii si ya kukosa uongozi wa vijana wa Katoliki wafanyakazi parokia ya Kigoma umekuandalia bunge moja la ziara ambalo halijawahi kutokea. Hii sasa nikagunga itakuwa ni tarehe 30 mwezi wa kwanza mpaka tarehe moja mwezi wa pili, kwa nauli yako ya shilingi elfu kumi na mbili tu kwenda na kurudi. Yaani sasa mautalikibao kuelea juu ya maji, kuangalia wanyama hifadhi za Gombe. Unapitwaje wewe, zetu Kagunga. Ah, mapendo kwa majina, anaitwa Gabriel Salilo Gabriel, nikiwa kwama mwasibu wa viwaa wa Bangwe Tunashukuru kwa maendeleo mazuri ya mazoezi ya kwaya viwawa, ambao inatarajia kuelekea Kagunga siku ya Ijumaa tarehe thalathini. Tulianza Jumatatu mpaka leo Jumatatu umetimiza wiki nzima, mazoezi yalikuwa nafanyika Bangwe. Kesho ijumaa nne, kwa mapenzi yake Mungu, mazoezi ya kwaya yatakuwa nafanyika Palokiani, ambao utafanya kesho ijumaa nne na ijumaa tano, ndio itakuwa siku ya mwisho, maana Alhamisi utakuwa ye maandalizi ya kwenda Kagunga . Kwa hiyo mimi niwashukuru viwao wote, viwao wa Bangwe, viwao wa mlole kibilizi, ndio viwao ambao wajitokeza kuja kufanya mazoezi hayo. Naamini kwa ambao hakufika leo, kesho tusimuone akija kwenye mazoezi yetu, naomba aendelee kuwa na majukumu mengine. Tunawashukuru wote, na kesho tujitahidi kufika kwenye mazoezi mjini, ili tuanze mapema na tumalize mapema. Mapendo.